Hali gani mpenzi mfuatiliaji na mtazamaji wa JJM Media Production, nikukaribishe sana katika JJM Media Production. Kama ni mara yako ya kwanza kwa nami, basi usisahau kusubscribe katika channel hii ili uweze kupata masomo mbalimbali mbali ambayo nitakuwa nikikuletea mara kwa mara. Okay, bila kupoteza muda basi, leo nimekuja na somo ambalo litakwenda kukusaidia wewe ambaye unajifunza jinsi ya kutumia ya maha au jinsi ya kutumia kontakt. Kwa sababu gani nimesema hivyo? Kwa sababu watu wengi wanajifunza jinsi ya kutumia kontakt, lakini bado kuna vipengele mbalimbali ambavyo havijaelekezwa. Unakuta kila mtu anaelekeza, basi anafanya, lakini kuna mtu yule ambaye anatamani kujifunza, kujua jinsi ya kuopereti Okay, basi leo tutaenda kuelekeza jinsi ya kuopareti kontakti na hii itakusaidia sana kwa sababu itakuwa ni kitu ambacho huenda ulikuwa hujafikiria lakini ulikuwa unasumbuka nacho kwa muda mrefu. Hii ndio kontakti yangu na kontakti ina mwonekano huu hapa. Sasa, kama bado hujaadi library zako maana yake itakuwa tupo itakuwa na hizi library. Okay. Nimeelekeza jinsi ya kuadi kwenye video zilizopita. Kama bado hujaona video zilizopita, unaweza ka comment chini hapo, au kanicheki kwenye namba ya simu unaiona hapo, nikakutumia link ya video kenda kuona jinsi ya kufanya ili library zako zisome hapa. Okay, baada ya library zako kusoma hapa, kitu gani ambacho unaweza kakifanya au utaitumiaje hii contact? Hichi, okay, ndo kitu ambacho nimekilenga ili niweze kukuelekeza kwa umakini kabisa na kwa ustadi ili usisumbuke tena na namna ya kufanya. Okay, kwa kawaida kontakt huwa ina, ina vipengele vikuu vi, vi, viwili, ina upande wa library na ina upande huu ambapo ukifungua sample inakuja kuonekana hapa, tutakwenda, okay, kufungua mfano XV compa vikompa okay, una, uta, utakliki eneo hili mara moja tu, hapa utakliki kama unavyoona. Ukikliki okay, kwenye browsers, yani chini ya jina la, la, la, la sample, utakliki kwenye browser yake hapa itafunguka, then ukidouble click itakufungukia kile kitu ambacho kipo hapo ambacho, sasa hiki ndio unaweza ukakipiga ukakisikia jinsi kinavyo sound. Kwa hiyo mimi sitakwenda kupiga ila nimeweka, nataka nikuelekeze tu jinsi ya kuioperate hii kontakt. Ukitaka kubadilisha kitu kingine, kuna njia mbili, either ufunge hapa kwenye hichi kialama, ufunge ufungue kinachofuata au ufungue hapa kwenye chiki alama hiki apa umeona, kumeandikwa brasi, effects. Ili uweze kuibadilisha hii brasi itakubidi ufungu, ubonyeze kwa hapa maanake itabadilisha, itakuja hii ya tatu hapa, takubadilisha tena ya yani, nne itakuja ya nne tena ita change hapa, maanake ni huku itakuwa inasogea. Ukitaka kurudi nyuma utarudi na hii. Hiyo ndio jinsi ya kuoperate vitu kwenye Contact. Na vyote vitakuwa katika mfumo huu, lakini kuna alama mbili ambazo natakiwa zifaa kabla sijaenda mbali zaidi. Kuna hizi alama hizi za vinanda huku, ukiona hizi alama za vinanda manake hiyo ni sample moja kwa moja okay? tutakwenda kufungua library nyingine ili tuweze kuiangalia ndani. Mfano, nitakuja kufungua library ya Yamaha hapa chini kwenye instrument, na zina tofautiana. Kuna zenye browser, lakini kuna zenye instrument. Kwahiyo ukiona instrument browser, maanake ni jina tu tofauti tu tofauti tu. Kwahiyo ukibonyeza kwenye instrument hapa kwenye Yamaha, zitakuja vitu kama hivi. Hizi ni folder, maanake hii faili ndani yake ina vitu. Kwahiyo jinsi ya kufungua, uta double click mara mbili upande wa kushoto itafunguka vile vilivyomo ndani yake. Kama unataka kuchagua yoyote hapa, mfano hii grand piano, uta uta, uta, uta double click tena itafunguka huku. Ukitaka tena kuipeleka nyingine, labda umepiga hiyo wifi, unataka kubadilisha ni hapa tena, utakuwa unabadilisha hapa, basi itakuwa ina change, utakuwa unaangalia jina to bright, maana yake ni change tena hapa. Itakuja hapa hapa kodi ambayo ndio inayofuata. Kwa hiyo ukitaka kutoka kabisa eneo hili, unataka kuingia kwenye vitu vingine. Utaona hichi kimshale hichi kinakuonyesha juu. Maana yake kwenye hili eneo la piano uta double click tena hapa. Itarudi kwenye zile folder za nje. Utachagua kama unaingia kwenye epiano. Kwa kama una change hichi hapa kwenye epiano, usiendelee kufungua kitu hivi kitajipanga kwa chini huko na hakitalia iki. Hiki cha chini kitakuwa kinalia cha juu koo. Ili ufanye vizuri uta, utavikata hivi kwa huku na upande huku wa kuslide huku, unashikilia una sukuma, unashikilia una, una, una, una, una slide juu, utakata hapa kwanza, kabla hujafungua kitu chako kingine. Well, then hiyo uta tayari utakuwa umefungua galaxy yako. Basi na yenyewe utatumia hii shortcut hapa ili kuweza kuweza utaki hiki nyingine hapa ili kuweza kufanyaje kuweza kubadilisha. Tena utakuja hapa kwenye sehemu ya mshale, utabonyeza mara mbili itatoka tena itarudi, unaingia kwenye trumpet. Trumpet gani unaitaka vewe iko na mshale u maanake unarudi juu kwenye folder hapa, unaingia kwenye trumpet unaitaka, unaweza kuiplay hapa, ikawa ina play vizuri tu, mfano kama ukisema labda upige hapa Nadhani nasikia kwa kukiisema, unabadilisha hii kabonyeza labla hivi hapa, itachenji ukija kwenye piano roll hapa, ukisema uipige utaisikia imebadilika. Kuja nikubadilishie, okay. Uone. Kwa ukitaka kubadilisha kizima hapo, maanake italia huko, maanake kuna kitu, kwa ukija kwenye piano hapa kama kawaida tayari itakuwa inalia hapo, okay. Sasa hiyo ndo jinsi ya kuweza ku, ya ku, ya kuoperate contact lakini kuna vitu vingine vipo, mfano kuna kuna delay huku kuna reverb. Mfano mapiga unataka iongezewe na mwangwi. uta umeona huko unasogeza hii ana ukipiga, labda huu ni mfano tunakuonyesha, mfano hivyo ya mfano ya mfano. Okay, unataka labda utoe hiyo reverb basi utatoa hapo, utakuwa hivyo, maana inakuwa kavu ya yeah. Mfano labda unataka kwenye vitu vingine huku upande wa huku. Sasa kuna setting, kuna, kuna tone hapo, sogeza, ukipiga utasikia hii ni kama transpose Ukiwa umeona hiyo ni kama transpose, lakini pia kuna pan. Mfano nataka kupiga vitu vyako visikike kwenye speaker moja, nataka upige yani vinanda vyako visikike kwenye sikio moja, basi unaweza kusogeza hapa kwenye pan. Ki play utasikia vimeama. Okay, badilisha huku, vitahamia sikio lingine ya yeah. kwa kama hivyo tu, hiyo ndio jinsi ya kuoperate na vitu vingine vingi huku, naweza ukajaribu ku, kuona kitu gani nataka. Mfano, kama kuna sound effect hapa, nataka kuifanya sauti yako iwe kukatika, i, iwe kavu, kavu inakatika, feedback na vitu vingine vingi mwangu wewe sasa si, ta kureturn sauti hoja ata mona inaongeza ile ile sauti inayojirudia iwe na ukubwa gani. Kwa hiyo unaweza ukaongeza hapa, then utakuwa umepata. Lakini pia kuna sehemu ya volume, kama nataka kuongeza sauti kutumia hii hapa naeretani yako ndo hii. Ukipunguza retani na kuwa ndogo hivyo Koita it, utaangalia we mwenyewe unachokihitaji, utaweza kukifanya. Hivyo ndo jinsi ya kuopareti ya maha na vitu vingine vipo vingi vingi tu huko. Basi unaweza ukaona jinsi gani unaweza ukafanya efekti ya sauti zako ukapata matokeo mazuri kabisa. Basi nilikuwa nimeamua kukuletea somo hili leo ili uweze kujifunza jinsi ya kuoperate Kontakt.